Wananchi wa Bunda sio watu wa kulialia, ni watu kutafuta maendeleo. Wananchi wa Bunda ni watu wa ai kutamba. Ndio maana ukianzia tu maandamano ya kijingajinga, wananchi wa Bunda wanakuuliza je, tutapata mkate kwenye maandamano hayo. <tapu> kweli wananchi wa Bunda wafanye mambo yasiyo na tija <tapu> wa ya <tapu> wa wa wa kweli ndio. Na hivi ndivyo ambao tunataka taifa zima liwe tuungane kwenye shughuli za maendeleo bila kuona nini aibu, tuungane kwenye shughuli za maendeleo bila kuona aibu. Amina kubwa. Kwa hiyo tuna safari kubwa. Nimeambiwa baadhi ya wananchi wenye Nyatwali leo walipigapiga maandamano kidogo pale kwa ajili ya madai ya fidia. Madai ya nini? ya fidia, ya fidia. Mara ya mwisho nilipokuja ilipokuwa nije ziara mkoa wa Mara niliishia Mwanza nahivyo nilisikitika sana na nilirudia Mwanza baada ya kuambiwa kwamba fedha za fidia hazijaanza kulipwa. Sawa. Na nikarudi nikaenda kumwona Mheshimiwa Rais mwenyekiti wa chama chetu, nikamwambia, Mheshimiwa naomba unisaidie, mi natoka Bunda nikipita pale wakati fedha ijaanza kulipwa wananchi wenzangu wa Bunda hawatanielewa, au sio? Na, na rais akaagiza fedha zianze kulipwa na mpaka sasa hivi zimelipwa zaidi ya asilimia tisini zaidi asilimia ngapi? Tisini. Imebaki asilimia kidogo sana, lakini kuna baadhi ya wananchi wachache bado wana malalamiko kuhusu kiwango alicholipa. Sasa niwatake wananchi wa Nyatwali, utaratibu wa kulalamika ni mzuri. Kama unalalamika kwa njia ya yeah, amani, kwa njia ya nini ya yeah, amani na hasa kama jambo lenye linalofanyika linakusudia kuleta maendeleo katika nchi yetu, au sio yeah? Eh, tumekubaliana kwamba eneo hili tutumie kwa utaratibu huu, tumekubaliana tulipane. Basi kama mtu ana malalamiko, tufuate utaratibu mzuri. Na kwa bahati nzuri sana tuna mkuu wa mkoa mzuri mno, na sisi tunaamini bila shaka yoyote kwamba kupitia kwake malalamiko yatashughulikiwa. Na mkuu wa mkoa, ushirikiane na waziri wa utalii na nimeongea naye kwa simu leo, nimemwelekeza kushirikiana na wewe kuhakikisha kero za wa watu wa Nyatwali zinaondolewa, na nimeambiwa malipo ya mwisho kabisa ya watu asilimia kumi iliyobaki yako kwenye hatua ya mwisho kulipwa na hazina. Namtumia salamu huku aliko, waziri wa fedha, hela hiyo itoke baba. Sema, sema, sema, namtumia salamu nani? waziri wa pesa, hela iliyobaki Nyatwali itoke yaika, na yaika. kwa bahati zuri, sijawahi kumpa maelekezo Mwigulu yakafika siku kumi na nne hajatekeleza huko <coughs> <coughs> <coughs> uliko Mwigulu makofi asikia usipodahuko <coughs> no, aliko makofi ao wanakunda, asipotekeleza atafanya nini? Atalipa atalipa.